DW Habari za Afrika Libreville. Rais wa zamani wa Gabon Ali Bongo yumo kwenye mgomo wa kula akituhumu kwamba wanafamilia yake wanateswa wakiwa kizuizini chini ya utawala wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika ya Kati. Hayo ameelezwa na wanasheria wa kiongozi huyo wa zamani walipozungumza na shirika la habari la FP. Wanasheria hao wamewasilisha pia malalamiko nchini Ufaransa kutaka nchi hiyo isaidia kuchunguza madai hayo ya Bungo. Malalamiko hayo pia yamekosoa kukamatwa na kushikiliwa kinyume cha sheria na kufanyiwa vitendo vya kikatili dhidi ya Ali Bongo Ondimba na watoto wake watatu wa kiume. Wanasheria hao wamesema mmoja ya watoto wa Bongo aitwaye Nurdin ameteswa mara kadhaa, akipigwa kwenye undo na mtaimbo, kuchapwa viboko na kutetemeshwa kwa umeme. Mwingine wa kike aitwaye Silvia, ambaye alilazimishwa kutazama mateso hayo, naye amekuwa akipigwa na kufungwa kamba. Wanasheria hao wamearifu, rais wa zamani wa Bongo na watoto wake wawili Jalil na Bilali wanafanya mgomo wa kula kulaani vitendo wanavyofanyiwa wanafamilia wengine.

Gavana wa zamani wa benki kuu ya Nigeria, Godwin Emifile, amepandishwa kizimbani leo kujibu mashtaka ya kuchapisha kinyemela noti mpya na kujichukulia mabilioni ya fedha bila idhini e -e ya rais na kinyume na utaratibu uliowekwa. Emifile ambaye tayari anakabiliwa na kesi nyingine ya udanganyifu amepinga kuwa na hatia kwenye mashtaka hayo mapya wakati alipofikishwa kwenye mahakama moja mjini Abuja mapema hii leo. Baada ya kusomiwa mashtaka hayo, Emifile ameachiwa Kuru kwa dhamana. Waendesha mashtaka wa serikali wanasema, kati ya Oktoba 2022 na Machi 2023 Emifile aliamuru kuchapishwa noti za elfu moja, mia tano na mia mbili za sarafu ya Nigeria, naira bila ya kibali cha Rais au Bodi ya Benki Kuu. Vilevile anashtakiwa kwa kukwapua naira bilioni 124 sawa na dola milioni 82.2 kutoka hazina ya taifa, jambo ambalo ni ukiukaji wa kanuni zilizotungwa na bunge. Gavana huyu wa zamani ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi ya kuwahi kushtakiwa kwa, kwa makosa ya ufisadi chini ya utawala wa Rais Bola Tinubu aliingia madarakani mwaka uliopita. Harare. Kundi la itikadi kali za Kiislamu linaloendesha operesheni zake kwenye jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado liliwatumia wavulana wenye umri mdogo hadi miaka kumi na mitatu katika mashambulizi yake kwenye mji mmoja mnamo wiki iliyopita. Hayo yameelezwa na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch leo Jumatano. Mashuhuda wameliambia shirika hilo kwamba makundi ya wa wanajeshi watoto walitumika kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa Makomia na walionekana wakiwa wamebeba bunduki za rashasha na mikanda ya risasi. Watu wawili wa familia moja wamesema wamemtambua mvulana mmoja mwenye umri wa miaka kumi na mitatu ambaye ni mpwa wao akiwa miongoni mwa watoto waliobeba silaha. Mnamo mwezi Machi mwaka huu kulikuwa na ripoti kwamba wanamgambo waliofanya mashambulizi, na tangu wakati huo watoto wasiopungua sabini walitoweka. Mbinu kama hiyo imekuwa ikidaiwa kutumiwa na kundi jingine la itikadi kali la Al-Shabaab linaloendesha hujuma zake nchini Somalia kwa kuwateka nyara na kuwatumia watoto vitani. Geneva. Mahakama ya juu ya makosa ya jinai nchini Uswisi leo imemhukumu kifungo cha miaka ishirini jela waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Gambia Usman Sonko kwa makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu iliyotendwa enzi ya utawala wa dikteta ya Yahya Jammeh. Sonko mwenye umri wa miaka hamsini na mitano ametiwa hatiani kwa makosa kadhaa yaliyorekodiwa wakati akiwa ya waziri kati ya mwaka elfu mbili na elfu mbili kumi na sita Sonko aliyepachikwa jina la kamanda mateso alikuwa na dhima ya kusimamia mashambulizi ya kupangwa yaliyotekelezwa na vyombo vya usalama vya Gambia kwa lengo la kuwanyamazisha upinzani wa utawali wa Ujame. Kesi yake ilianza kusikilizwa mwezi Januari mwaka huu baada ya kukamatwa nchini Uswisi tangu mwaka 2017 alikokimbilia kujaribu kuomba hifadhi kufuatia kuanguka kwa utawala wa Jame. Kesi yake ilifunguliwa chini ya misingi ya kimataifa utoaji haki ambayo inaruhusu taifa la kigeni kuwashtaki na kuwahukumu watu wanaohusishwa na makosa ya kivita, mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za Afrika kutoka Boni.